Tatizo hili limekuwa ni la muda mrefu. Tunahitaji sasa tatizo hili lifikie mwisho. DAWASA ninawaelekeza jambo la kwanza, hakikisheni mnatenganisha mfumo huu wa maji machafu na mfumo wa maji masafi, nikimaanisha mfumo wa maji ya mvua. Hilo ni jukumu lenu mkiwa kama ni DAWASA, ndio mnaosimamia mfumo wa maji, wa maji taka. Hakikisheni sasa mfumo wa maji taka unajitegemea. Hakikisheni DAWASA maji yale machafu yanakuwa treated yanatibiwa. yana tumeona katika pale katika eneo la Gymkana kipo kituo cha kusukuma maji machafu kuyaleta katika mfumo wa maji machafu, lakini kile kituo hakitibu maji. Tunahitaji sasa yale maji yatibiwe, yaani maji yale machafu yanavyoingia baharini yawe yametibiwa, kwa sababu katika bahari yetu, bahari ni uchumi, bahari ni uhai, bahari ni utalii, bahari tunategemeana. Tunahitaji tulinde mazingira ya bahari. Hakikisheni pia kwamba katika mfumo huu wa kujenga eneo la kutibia maji, ninawapa miezi mitatu kuanza utaratibu huo wa ujengaji na ukamilishaji wa eneo hili la kutibu mfumo wa majitaka ili kuondoa kero hii. Maelekezo yangu kwa mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, katika eneo hili la fukwe, ninakuelekeza kupanda miti ambayo ni rafiki katika eneo hili la fukwe, miti ambayo itaweka mazingira haya fukwe kuwa mazuri eneo hili la fukwe kuvutia, lakini vilevile tutalinda vile mazingira yetu katika eneo hili la fukwe pamoja na viumbe hai vilivyopo. Wanaunganisha eh, maji taka kwenye mfumo wa maji safi ambao kimsingi ndio unasababisha tatizo hili la eh, harufu mbaya na uchafuzi wa mazingira, lakini na uchafuzi wa, wa, wa, wa bahari. Tunaamini kwa sababu tatizo tayari linafahamika Eh, sasa ni wajibu wa pande mbili hizi kwa maana ya sisi tunaosimamia eh, mfumo wa maji ya mvua lakini upande wa pili wenzetu wa Dawasa ambao wanasimamia mfumo wa maji taka kufanya kazi kwa pamoja. Moja ni kubaini hawa ambao wamejiunganishia, lakini mbili kuimarisha mifumo ya maji taka ambayo inaleta maji baharini eh, ili, ili kuya dispose. Watu wengi wamejiunganishia maji taka na tulishakaa vikao na tulishaweka mikakati. Mojawapo ni kubaini wale wote ambao wamejiunganisha na mifumo ya maji taka katika mfumo wa maji ya mvua, lakini pia katika bomba kubwa ambalo mnaliona mbele yetu ambalo inasafirisha maji taka katika maeneo yote ambayo yana mtandao wa maji taka. Changamoto kubwa tulionao ni wizi wa miundombinu. Kwa mfano, mmeona maeneo ambayo yameshaweza kuchukuliwa na baadhi ya wananchi, wanatumia kama vyuma vya kavu. Kwa hiyo tutoe wito kwa wananchi kwamba tulinde miundombinu, lakini pia tunaingia katika kipindi ambacho tutaenda kufanya oparesheni kubwa kuwabaini hawa ambao wamejiunganishia maji taka katika mifumo ya maji ya mvua, tukishirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa jiji.